Ndugu zangu, karibuni tena mchana huu wa leo leo. Utakuwa na mada moja ambayo itakuwa na, na jadili majukumu ya viongozi hasa katika eneo la elimu, hasa katika eneo la elimu kwa ujumla. Tunao viongozi wengi, na mlolongo wa viongozi katika eneo la elimu unaanzia katika ngazi ya wizara mpaka inafika katika ngazi ya chini kabisa, ambayo inahusisha mwalimu wa darasa na baadaye inaenda kuhusisha yule kiongozi wa wanafunzi wenzake wanaosoma katika shule husika. Wote hao sisi tunaita viongozi katika eneo la elimu. Kwa so, wanayo kazi wanayoifanya katika kusimamia elimu, katika kusimamia sheria na katika kusimamia kanuni katika maeneo mbalimbali bila kujali ukubwa wa eneo analolisimamia. Lakini mimi leo basi, nitajikita katika eneo dogo ambalo ni eneo la kiongozi mkubwa kabisa katika eneo la shule ambaye tunamwita mkuu wa shule. Na katika eneo hilo mimi nitajikita hasa katika kujua mkuu wa shule anapaswa kufanya nini. Hapo ndipo nitazungumzia haswa, kwa sababu najua ninyi nyote mnajua kwamba mkuu wa shule ni mtu aliyeteuliwa na serikali au na taasisi kuweza kusimamia na kuendesha shule. Sasa ili huyu mtu tuweze kumwita mkuu wa shule baada ya kupewa uh, wadhifa huo, baada ya kuteuliwa, baada ya kuaminiwa inabidi aweje? Mtu yote aliyeteuliwa kuwa mkuu wa shule inabidi awe na sifa zifuatazo, ili taasisi yake iweze kwenda, lazima awe na sifa zifuatazo . Sifa ya kwanza ya mkuu wa shule lazima awe na maono na taasisi anayoiongoza. Lazima awe na maono na taasisi anayo